Helo, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Bryan Frank. Siku ya leo nataka tujifunze kwa habari ya utakatifu. Utakatifu, mpendwa katika Bwana, najua umewahi kusikia kuhusu utakatifu. Tunasema mara nyingi Mungu wetu ni mtakatifu, tunazungumza habari tuwe watakatifu. Anazungumza mara nyingi sana katika kitabu cha Mambo ya Walawi 19 mstari wa kwanza, mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Kwa nini utakatifu? Utakatifu ni nini? Mpendwa katika Bwana, kitu kuitwa utakatifu ni kitu ambacho kimetakaswa au kimefanywa kuwa ni kizuri au kimefanyika kuwa ni kizuri kuliko vitu vingine. Hivyo vitu vinaweza vikawa viko vingi kwa mtazamo mbalimbali, lakini hicho kitu kimoja peke yake ndicho ambacho kimevuka viwango vya vingine au kinastahili kuliko vitu vingine, ndio maana anasema Mungu, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Mungu wenu ni mtakatifu, kutoka mambo ya Walawi 19 mstari wa kwanza, kwamba tutakuwa watakatifu. Mwanzo hatukuwa na vile viwango au hatukuwa na viwango vya, hatukuwa na ustahili ule wa ubora, lakini tutakuwa na ubora kama wa Mungu alio, alivyo yeye bora, endapo tukiwa tumenyenyekea kwake, endapo tukiwa tumekaa wa Mungu ambaye yeye ni mtakatifu, basi nasi tutakuwa na vigezo vile, tutakuwa na ubora kama wa Mungu alivyo bora, katika mambo mengi, katika kushinda dhambi, katika kwenda katika njia mbalimbali. Mpendwa, katika kitabu cha Kutoka tatu, ule mstari ukianzia wa kwanza mpaka wa tano, ule mstari hasa wa tano, mpendwa katika Bwana, hapa habari hii inamuhusu Musa. Musa alipoona kichaka kinawaka moto, akasema nitatazama, nitasogea, nitaangalia nigeuke, niangalie maono haya ni namna gani, kichaka kinawaka lakini hakiteketei. Aliposogelea pale, alipojitia nguvu kusogelea jambo lile, ndipo akawa amekanyaga sehemu takatifu. Ardhi yote ilikuwa ni ardhi yote ilikuwa ni ardhi katika ule mlima wa Horebu, wote ulikuwa ni ardhi lakini sehemu ya kile kichaka ilikuwa ni takatifu. Ni maalum, ni sehemu maalum, ni kitu ambacho kimetengwa maalum kwa ajili ya Mungu kuongea na Musa. Ni sehemu ilikuwa imetengwa maalum kwa ajili ya Musa na Mungu kuweza kuzungumza. Sehemu yote ilikuwa ni ardhi. Mahali pote palikuwa ni ardhi, lakini ardhi hile, sehemu hile ilikuwa ni sehemu ambayo imetengwa maalum kwa ajili ya Musa na Mungu waweze kuongea. Mpendwa katika Bwana, hivyo maana ya kitu kitakatifu ni kitu ambacho kimetengwa maalum, kimetengwa maalum kwa ajili ya kazi fulani. Vinaweza vikawa vitu vyombo, vingi vinaweza vikawa vitu vingi, lakini hicho chombo kikawa kitakatifu tunakumbuka hata kuna vyombo vyote katika hekalu vilikuwepo vyombo, lakini vyombo vya hekalu vilikuwa ni vyombo vitakatifu. Ni bakuli kama bakuli la jumbani, ni, ni, ni, ni, ni kijiko kama kijiko cha jumbani, ni taa kama taa nyumbani, lakini taa ya kaloni, taa ya nyumba ya Mungu ilikuwa ni taa ambayo ni takatifu, imetengwa maalum kwa ajili ya kazi maalum ya Mungu wa mbinguni. Huo ndio utakatifu. Hivyo Mungu wetu ni mtakatifu. Mungu wetu ni mtakatifu. Kwa nini tunasema Mungu wetu ni mtakatifu? Anasema Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ule mlango wa nane mstari wa tano na wa sita anasema kwa maana ijapokuwa wako miungu ama mbinguni ama duniani waitwao miungu, anasema lakini kwetu sisi, mstari wa sita Mungu ni mmoja na vitu vyote duniani na watu wote duniani wametoka kwake. Yeye ni mtakatifu sana, yeye ni Mungu pekee, hakuna Mungu kama yeye. Kwetu sisi hakuna Mungu kama yeye, ijapokuwa e, kwenu ninyi mnaweza kusema wako miungu mingi, wako miungu mingi, lakini sisi kwetu tunajua yuko Mungu mmoja tu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye yeye ni msafi sana, ambaye yeye ni mtakatifu sana, ametengwa kwa ajili yetu. Wapendwa katika Bwana, kwa nini sisi tunaitwa watakatifu? Tunaompokea Mungu, kwa nini tunaitwa watakatifu ambao tunaingia mbinguni? Maana Biblia inasema watakatifu walioko duniani ndio walio bora, na hao Mungu ndio anayependezwa nao. Watakatifu ni watu gani? Ni watu waliotengwa maalum kwa ajili ya kurithi uzima wa milele ni watu ambao wamestahili. Wanaweza wakawa wanadamu wako wengi duniani, lakini wapo wanadamu waliostahili, wapo wanadamu wenye vigezo, wapo wanadamu wenye nguvu waliotengwa maalum, ambao wamestahili pekee kuweza kurithi ule uzima wa milele. Hiyo ndio maana ya kitu kuwa kitakatifu. Hiyo ndio maana ya kuwaitwa mtakatifu. Hiyo ndio maana ya Mungu wetu kuwa mtakatifu. Ni Mungu ambaye yuko pekee yamkini. Kwenu wako miungu mingi, yamkini kwa hawa wako miungu mingi, lakini huyu Mungu wetu ni Mungu mmoja tu. Huu ndio utakatifu. Zinaweza zikawa ardhi nyingi, zinaweza vikawa vyakula vingi, lakini vyakula vyetu sisi ni vyakula vitakatifu. Zinaweza vikawa viko vitabu vingi, lakini vipo vitabu vyetu ambavyo ni vitabu vitakatifu, ni kitabu ambacho kimetengwa maalum kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Mpendwa, katika kile kitabu cha Timotheo wa pili ule mlango wa pili kuanzia mstari wa 15, ukisoma vizuri mpaka ule mstari wa 23. Lakini ukisoma mstari wa kumi na tano lakini ukienda kusoma na 20 pale, mstari wa kumi na tano unasema hivi: jitahidi kujionyesha kuwa umekubalika na Bwana mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari huku kitumia kwa halali neno la kweli kwa usahihi, neno la kweli. Mpendwa katika jitahidi kujionyesha wa thamani, jitahidi kujionyesha kuwa mtakatifu, fanya bidii kujionyesha kuwa mtakatifu, fanya bidii kuwa mtakatifu, kujitahirisha mbele za Bwana. Uwe tofauti kabisa na watu wote katika dunia, uwe tofauti kabisa na vitu vyote katika dunia na mawazo yote katika dunia na vitu vyote katika dunia jitahidi. Jitahidi katika nyumba kubwa havipo vyombo vya dhahabu na vya fedha tu, bali vingine vipo vya udongo, vipo na vitu vya bali vile vyombo. Vyombo, kuna vyombo ambavyo vinatumika kwa kazi maalum, kwa kazi, ni vitakatifu, ni vitu vyombo vizuri katika nyumba yako. Mule kuna vyombo ambavyo umeviweka kwa hori, kwa ajili ya mgeni anapofika, kwa ajili ya mtu mkuu anapofika. Ni wewe sasa, inatakiwa uwe hivyo, moyo wako unatakiwa uwe hivyo, ufanye moyo wako kuwa wa thamani. Jitaidi kujionyesha kuwa wa thamani, jitahidi kujionyesha kuwa wewe mtakatifu. Fanya uwe, uwe mtakatifu ndani yako, uwe chombo cha thamani mbele za Bwana ambacho kitumike katika kunyweshea utukufu tu, kufanya kutakasa watu zambi zao, kufanya kuwarekebisha watu kwenda katika njia zao njema, kufanya watu waweze kumrudia Mungu, kufanya watu waweze kwenda katika njia zao. Hiyo ni chombo ambacho kuhani mkuu Yesu Kristo akitaka kuchovya akitaaka kuchovya damu na kutakasa vitu, achovye kwako wewe, chombo ulichobeba hiyo damu ya Yesu, umebeba hiyo damu ya Yesu kwa ajili anapo anapotakasa vitu, anapotakasa watu, akutumie wewe, nenda sehemu fulani, kawaambie watu maneno haya, kafanya hivi vitu. Huo ndio utakatifu wapendwa, huo ndio utakatifu wapendwa, ni kitu ambacho kimetengwa, kipo tofauti na vitu vingine. Kama tulivyozungumza kwa habari ya Musa, ardhi yote ilikuwa ni ardhi, lakini mahali pale ni patakatifu. Kutoka tatu mstari wa tano. Vua viatu vyako, Musa. Kote umetembea na viatu na ardhi, lakini mahali hapa ulipo pakanyaga ni tofauti na ardhi nyingine ambayo unaielekea ni mahali patakatifu sana. Hivyo kiwa mtakatifu, Mungu atakutenga maalum kwa ajili ya kuongea na watu, maalum kwa ajili ya kukomboa watu, maalum kwa ajili ya kufanya utukufu wake, kama ilivyokuwa chombo wakati ule wa hema, wakati ule wa hekalu wa, wa, wa, wa, wa, kwani mkuu alikuwa akiweka mule damu kwenye vile vyombo, ndipo anaala kutakasa vitu, anatakasa vitu, anatakasa, amebeba dhambi za watu. Vitu vingi zimebebwa, vitu vingi mule ndani. Kwa jitahidi kuwa chombo cha ja thamani mbele za Bwana sawasawa na Timotheo mbili ule mstari wa 20 na 21. Mpendo katika Bwana, neema ya Mungu iwe pamoja nao. Natumaini somo hili la kuhusu utakatifu limekuwa ni la baraka kwako. Na kama limekuwa ni la baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike comment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata video hizi mara kwa mara, pindi tunapoziweka. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakia siku njema. Shalom, shalom.